Ni mm hatari -hmm. mm -hmm. Sana nakwambia, sasa hivi aliyewambia kwamba ili uende viral, ili ujulikane uwe maarufu inabidi ufanye mambo ya kijinga kijinga sana. Siku hizi mitandaoni kumezuka mambo, kila mtu anataka aende viral. aende viral kwa sababu waishawambia kwamba mtandaoni unapiga hela nyingi sana sijui Facebook, YouTube, sijui wapi, TikTok. Kwa hiyo kinachotakiwa tu ufanye jambo ambalo utakalojulikana. Sasa wanatafuta umaarufu kwa nguvu, imetokea sasa nafikia mahali wanawake, wanaume, mtu wakati mwingine anakaa uchi, anafanya vitu ambavyo vinavyomwondolea heshima kabisa, ili mradi tu aonekane kwamba amefanya kitu ambacho kimeshangaza ulimwengu. Nani nikakwambia kwamba walimwengu wako tayari kushangaa na ujinga wako? Yapo mambo mengi sana ya kuzungumzia mtandaoni na watu wanapiga hela na heshima yao iko pale pale, sio wewe ambaye unataka ufanye mambo ya kijinga ili ujue kujulikana. Wanadanganya kabisa. Watu tunaiga mambo ya, ya, ya, ya kimagharibi, wale mila na desturi zao ndio hivyo hivyo, kukaa uchi, lakini Muafrika sio kawaida yetu Tuachane na masuala ya dini na nini, mwafrika ni mtu ambaye anajishimu sana. Tushajifanya ni wazungu kufuatilia mambo ya utandawazi. Ok, iko hivyo. Zipo njia nyingi sana za kuingiza hela, unapiga hela nyingi sana mtandaoni. Hivi nataka unaambie ni mapasta wangapi au mashehe wangapi ambao wanafanya mavideo kwa ajili tu ya kutangaza maneno yenye kuonekana, maneno ya imani na wanapiga hela nyingi sana kupitia imani zao. Simaanishi kwamba na wewe uwe pasta uwe shehe, lakini tu mimi nakufungua macho na kuonyesha njia kwamba zipo nyingi na utakiwe kukata tamaa. Haya basi, ilikuwa tu ni mawazo yangu tu. Ikiwa kwamba umependa, basi comment na ulike, na kama ukuipenda, basi tukutane kwenye video nyingine.